Ninavyojua mimi jambo kubwa lililowasukuma viongozi wetu hao wawili, rais wa Tanganyika na rais wa Zanzibar Kufi, kuona umuhi wa, umuhimu wa kuunganisha nchi, nchi zetu jambo kubwa ambalo nimelieleza kwa kirefu katika kitabu kile ni katika kutekeleza ndoto iliyokuwepo wakati ule ya kuleta umoja wa Afrika na haya yalielezwa ya na Mwalimu Nyerere mwenyewe, Rais Nyerere mwenyewe alipo, alipotoa hotuba bungeni ya kuliomba bunge kuridhia makubaliano hayo ya baina yake na Rais Karume ya kuunganisha nchi zetu mbili. Mwalimu Nyerere alieleza kwamba, katika hotuba hiyo, kwamba kuna kuna vu, tamaa kubwa na vuguvugu vugu la kutaka kuleta umoja wa Afrika nzima, yaani nchi zote za Afrika ziungane ziwe, ziwe nchi moja zipate nguvu, eh, za, ku, za, za, za umoja wa nchi zote hizo, uh, za Afrika.